Upendo wa Mungu unapoondoka ndani, kinachofuata ni unafiki. Leo nimekuja kukwambia, ili Mungu abariki maisha yako lazima uwe na upendo wa kweli. Nishukuru Mungu sana kwa kiongozi wangu wa jumuiya ya Bethsaida kwa kunipatia nafasi niweze kuwakilisha jumuiya yangu ya Mbweni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesimama hapa kuzungumzia kitu kinaitwa upendo. Aleluya, upendo. Nimesikia ujumbe mzuri kwamba niko ambaye niko alikuwepo na huyu niko ambaye niko alikuwepo kabla ya sisi kuwepo, anataka tuwe na upendo. Sema amen anataka tuwe na upendo. Kwa nini upendo tunazungumzia upendo? Kwa sababu Baba yetu ni wa upendo, na ndiyo maana kila siku tunazungumza kwamba yeye alikubali kumtoa mtoto wake wa pekee ili sisi tuweze kutoka katika dhambi, tuingie katika pendo la mwana wake. Huo ni upendo upendo ambao Mungu alikubali kutoa kitu chake cha nini? Cha pekee ili sisi tu tusidumu katika dhambi. Sasa nikimbia kwenye kitabu changu cha Wakorindo wa kwanza kumi na tatu mstari wa kwanza hadi wa nane. Upendo. Naam, na leo nimeangalia wakati watu wakipita hapa mbele, nimeona wakitoa vitu kwa mchungaji wetu. Hiyo inamaanisha ni nini? Upendo! Haleluya! So mtume Paulo anasema hivi, anawaambia wa Korinto, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, mimi sio kitu. Haleluya! So ili uweze kupokelewa vitu unavyotoa jambo la kwanza, uwe na upendo, na huu upendo uwe ni wa kimungu amen. Amen. Sema kwa lugha, unaweza ukasema kwa lugha, unaweza ukaimba, unaweza ukatoa mali zako, unaweza ukatoa mwili wako hata uungue, lakini kama una upendo, wewe sio kitu. Biblia inasema umefananishwa na debe tupu linalolia. Nataka niliambie kanisa kwamba Kanisa la leo linahitaji upendo na huu upendo ninaozungumzia ni upendo kutoka ndani, sio upendo wa maneno, upendo kutoka ndani. Sema amen. Sema amen. ili kanisa lipate kuendelea, ili kanisa listawi, linahitaji upendo. Hizi ni nyakati za mwisho, na hizi kama ni nyakati za mwisho, tunahitaji kuishi kwa upendo Acha nikwambie kanisa la leo, unaweza ukaona mtu ana shida, anapitia wakati mgumu, ana chochote, lakini kwa sababu umekosa upendo na unacho, huwezi kutoa Haleluya. huwezi kutoa kwa sababu gani? Umekosa tunda la upendo ndani yako. Sema amina, sema amina. Sasa niko ambaye niko nataka uwe na nini? Na upendo. Niko ambaye niko ili uweze kuhamisha milima, anataka uwe na nini? Na upendo. Punga mkono wako juu kama bado nalipenda upendo. Kuna watu wako hapo ndani, lakini kiuhalisia kabisa wanachuki na watu. Leo nimekuja kukwambia, ili Mungu abariki maisha yako lazima uwe na upendo wa kweli ule ndo ambao Yesu aliuonyesha msalabani kwa kutupenda sisi. Nilikuwa najiuliza kwa nini mama mchungaji Jumapili iliyopita alikuwa anahubiri? Anasema hata nikikupa buku ndicho nilicho nacho. Ukazungumza nipende tu, nipende tu. Nikamwambia mtu mmoja kwenye simu, kwa nini mama mchungaji amesema nipende tu, nipende tu? Amegundua watu hawampendi. Bwana asifiwe. Nikaanajiuliza, kumbe inawezekana tukiwa tuko hapa lakini ndani yetu bado hatuna nini? Upendo. Upendo wa Mungu unapoondoka ndani, kinachofuata ni unafiki. Upendo wa Mungu unapoondoka kwa mwanadamu, kinachofuata ni masengenyo. Upendo wa Mungu unapoondoka kwenye kanisa, kinachofuata ni kusemana vibaya. Ukiwa na upendo wa Mungu, unapoona mwenzako yuko katika hali mbaya, utamfunika. Kanisa la leo, turudi kwenye msingi wa kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo walikuwa na upendo, ndio maana lilikuwa likaongezeka. Upendo walikuwa na vitu vyao shirika. Upendo unavumilia. Kwa nini wewe umeshindwa kuvumilia? Upendo wa Mungu unavumilia, unavumilia nini? Mabaya. Sema amen kwa nini wewe uvumilii mwenzako akikosea? Kila amchukiae ndugu yake <laughs> ni muuaji semame. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kila anayemchukia ndugu yake ni nini? Anayemchukia ndugu yake ni muuaji, wala uzima hauko ndani yako kwenye upendo wa Mungu. Rudi, Mungu anakuita utoke huko kwenye chuki, ili uweze kubarikiwa. Jitoe kwa wengine, kama ujitoi never. Sema amen. Asante kwa kunisikiliza, nitaendelea siku nyingine. E, tumekuja na zawadi zetu, ili Bwana atuone na atutendee maajabu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana mwenyekiti.